Ufadhili wa masomo ni msaada wa kifedha unaotolewa kwa wanafunzi ili kuwasaidia kugharamia elimu yao. Ufadhili huu unaweza kutolewa na, kwanza, serikali. Serikali ya Tanzania inaweza ikatoa ufadhili huu kupitia bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, au kifupi HESLB ambao hutoa scholarship ya Samia ambayo watu unapopata ufadhili kwa ajili ya kuendelea na masomo yao kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Lakini pia TAMISEMI, mfano kwa wanafunzi wa shule ya sekondari au mafunzo maalum. Pili, kupitia mashirika ya kimataifa kuna mashirika mengi sana ya kimataifa ambayo yanatoa ufadhili kwa wanafunzi kwa mfano DAAD, hili ni hii ni shirika la kimataifa la Ujerumani ambalo linatoa ufadhili kwa wanafunzi wanaofanya elimu ya juu iwe ni bachelor, masters, PhD au post doctoral. Commonwealth vile vile wanatoa eh, na Mastercard Foundation wanatoa Fulbright, Chevening na kadhalika. Yani mashirika yako mengi mengi, mengi, mengi. Tatu ni vyuo vikuu kuna vyuo vikuu mbalimbali eh, Tanzania na nje ya Tanzania ambavyo wanatoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi unaona. Lakini eh, wanafunzi hao inabidi wawe wamepata ufaulu mkubwa na forum mzuri, ili waweze kuzingatiwa katika hiyo scholarship scheme. Ne mashirika binafsi na asasi za kiraia, kwa mfano kuna Forum for African Women Educationalist FAWE -E -E, kuna kampuni ambao wanatoa fadhili kwa wanafunzi wa kike walioko sekondari hapa hapa Tanzania wanatoa. SOS Children's Village wanatoa fadhili wa elimu kwa watoto na pia wanawapatia makazi. Unaona, kuna compassion ambao wanawasaidia baadhi ya vifaa vya shule. Unaona, wanafunzi wanaosoma una na vile wanawasupport hata pale ambapo wanafika sekondari au, au masomo zaidi ya sekondari na mashirika mengine mengi mengi. Tano ni makanisa, makanisa ufadhili, au taasisi za kiimani. Kuna baadhi ya makanisa yanatoa ufadhili au misikiti na kadhalika, yanatoa ufadhili kwa wanafunzi especiali wale walio katika mazingira magumu au mazingira hatarishi ambao wanaweza kuwa ni maskini au wanaweza kuwa fukara ha. Hayo mashirika basi, hayo makanisa au taasisi za kidini hutoa uh, msaada kwa wanafunzi ili kuwasaidia waweze kuendelea na ndoto zao za kielimu na kama Ustawi Wetu huwa tunawasaidia watu kuwa connect na hayo mashirika ili waweze kupata ufadhili wa kielimu. kwa kama utahitaji, basi tutumie uh, email kwenda kwenye uh, email yetu ustawetu@gmail.com, ili tuweze uh, kunona namna gani tunaweza tukakusaidia kupata ufadhili huo. Lakini kwenye mashirika yote hayo naona, eh, E, serikali na mashirika yote ambayo tumeyataja, nona, kuna vigezo muhimu ambavyo wanazingatia ili kutoa ufadhili wa elimu kwa wanafunzi. Kwanza wanaangalia ufadhili mzuri darasani kama ninavyosema, e, kwa mfano watu ni division 1 nzuri kwa division 2 nzuri wanatoa division wali na division tu nzuri huwa wanakuwa considered, unaona. Lakini pia unahitaji mkubwa wa kifedha, kwa mfano kwa wanafunzi ambao ni maskini na fukara au wanafunzi ambao wamefiwa na mzazi mmoja, mayatima. Kuna shirika linaitwa Ashnaga ambao wanafadhili hao wanafunzi, unaona. Vile vile kuna maadili mazuri na nidhamu, kwa pamoja na kuwa na form za darasani na kukuwa na uhitaji wa kifedha lakini mtoto pia mwenye maadili mazuri na nidhamu pia inakuwa ni kigezo cha kuchukuliwa na hayo mashirika kupatiwa ufadhili. Barua ya maombi, ni vyema pia ukaandika barua ya maombi au ukajaza fomu ya maombi iliyoko online, kulingana na sera za shirika utasihusika. Barua za dhamini vilevile E, kulingana na sera za shirika au taasisi husika, kuwa wanahitaji pia barua za wadhamini ambao watasema kwamba fulani tunamfahamu. Anaweza kuwa ni kiongozi wa dini, anaweza kuwa e, ni kiongozi wa serikali, mtendaji wa kata, afisa ustawi wa jamii na kadhalika. Unaona? Kwa hivyo hadi hapo, naamini utakuwa umepata mwangaza zaidi kuhusu ufadhili wa masomo. Unaona, kama wewe unahitaji ufadhili wa masomo kuendea na masomo ya masomo yako, au na kuna kijana ambaye yupo katika eh, mazingira ambayo ni hatarisha au mazingira magumu, na unahitaji kumsaidia, basi unaweza kuwasiliana na sisi ili tuweze kumsaidia mtoto huyo kuweza kumfanyia connection aweze kupata ufadhili wa masomo. Baada ya hapo, basi hii eh, video basi inapewa nguvu na hawa wanaitwa Festus iStore. Hawa ni wauzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa za electronics, eh, spare za simu, vifaa vya TV unaona, na TV zenyewe pamoja na kamera pamoja na vifaa e, vya kurekodia muziki au sound studio, lakini wanauza vivile vifaa vya nyumbani, lakini bidhaa mahususi ambayo wanawaletea e, leo hii sufuria muhimu kabisa. Hii ni sufuria bora na imara kabisa, zinakuwa na double layers hizi sufuria. Zinakuwa tano, lakini unapata pia na frampen moja, yani sufuria tano na frampen moja inakuwa full box, na nazo ni imara kabisa. Vitako vya sufuria hii pamoja na frampen mo, hi, hiyo moja inakuwa ni double layer, yani inakuwa ni, na unene mkubwa kulinganisha na zile sufuria nyingine. Nazo zinakuwa na mifuniko ya kioo hivyo inafanya kuwa na mwonekano bora na kisasa, ambazo unaweza ukamua ukapikia chakula au ukasevia chakula. Nazo tutazipata kwa Ephesus iStock kwa jumla ya shilingi laki moja na nusu tu ili kuweza kuwa Pata hawa Fetus, Aisto, wasiana nao kwa simu namba 0699241785, Abdia 0699241785, nao watakuuzia. Hawa wanapatikana Dar es Salaam, lakini wanatuma bidhaa hii e, mikoa yote kwa uaminifu na nje ya nchi ya Tanzania, kwa wasiana nao iweze kupata e, ofa hii muhimu. Asante sana na Mungu akubariki.